Mashirika yasiyokuwa ya serikali kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Busia yameanzisha mikakati ya, ya kutoa hamasisho kwa wakazi kuhusu mswada wa kushirikisha umma kwenye maamuzi ya miradi ya kaunti. Mchakato huo umeanza ama ulianza miaka sita baada ya mswada huo kuwasilishwa katika bunge la kaunti. Mswada wenyewe unalenga kujumuisha mchango wa wakazi kwenye miradi na sheria za kaunti kama anavyotuarifu Jane Chirotich. Washikadau hawa wakiwemo mawakili, wafanyikazi wa serikali ya kaunti ya Busia pamoja na mashirika ya kijamii wamekongamana hapa kwa siku nzima ili kupiga msasa mswada huo. Rasimu ya mwaka elfu mbili na kumi na tisa ina vipengee kadhaa vilivyobadilishwa ili kuwafaa wananchi wote wa Busia wakiwemo walemavu, na mapendekezo ya kuiandika kwa lugha mbalimbali zinazoeleweka hata na wazee. Wananchi sasa watajumuishwa kwenye uamuzi wa miradi inayowahusu kwa kusambaziwa stakabadhi hiyo kwa muda ufaao, kinyume na hali ilivyo sasa ambapo umma hauhusishwi ipasavyo kwa kupewa muda finyu wa kudurusu, na miradi inapitishwa bila maoni yao. Hii sheria ikipitishwa, itatupatia mwongozo mwafaka uh, ili kwamba uh, wananchi sasa wapate nafasi ya ukweli. Uh, ili wajihusishe kwa masuala ya serikali na mambo ya maendeleo kwa kaunti. Wananchi watarajie tu ya kwamba jinsi tumekuwa tukifanya masuala haya ya uhamasishaji wa, wa umma yanaenda kubadilika. Hatuendi kufanya uh, kama huu, kama hii bili itapita hatuendi kufanya jinsi ambavyo tumekuwa tumezoea. Wenyeji wa Busia sasa wamehimizwa kuchukulia kwa kina masuala ya mikutano ya uhamasishaji wa umma kuhusu sheria hiyo kabla ya kupitishwa, ili kushiriki katika mipangilio ya serikali na kuwezesha maendeleo. Wasimamizi wa kata wameelezea umuhimu wa mswada huo kwa wananchi, kwani utatoa mwelekeo kuhusu mipangilio ya mikutano ya maoni ya umma na kuelimisha raia. Bili ya public participation ikiwa itapitishwa ni nzuri sana, sababu itapatiana mwelekezo vile kila mmoja wetu kutoka kwa civil societies, kutoka kwa wananchi na kutoka kwa serikali, wale wasimamizi wa serikali ambao wanafanya kazi, vile tutaweza kupanga na kujumuika pamoja kufanya public participation bila shida zozote. Ukosefu wa mwongozo mwafaka katika masuala ya uhamasishaji wa umma umekuwa kikwazo kikuu katika kuafikia maendeleo Busia, kwani wananchi hawajakuwa wakihusishwa kikamilifu, stakabadhi hizo zikiwafikia wananchi kuchelewa. Zile changamoto ambazo tunapitia pale nyanjani tukifanya public participation, kwa mfano unapata kwamba hatukuwa na mwongozo ambao unaweza kutuongoza katika masuala ya public participation. The county stakeholders are brought on board the legal officers so that they tell us exactly what happened that the bill was not completed. Mswada huo umependekeza kuwa nakala ziwe katika lugha tofauti, ili wale wasiozungumza Kiswahili na Kiingereza wafaidi. Ah, tumeweza, yeah, kuangazia kwamba wale watu ambao wanaishi na ulemavu, kwa mfano ah, wale ambao ni viziwi Uh, hawakuwa wanahusishwa katika public participation, hatukuwa na sign language interpreters. Jen Cherotich, Runinga ya Citizen Busia.